Mamia ya marafiki wana jamaa walifurika katika kanisa la KAG kijijini Impironi kaunti ya ndogo ya Kajiado kusini kaunti ya Kajiado kumpa mkono wa buriani mwenda zake Mzee Nina Tata Ole Masoi aliyefariki akiwa na umri wa miaka 113. Mzee Nina aliyezaliwa mwaka elfu moja, tisamia na kumi na mbili, ndiye mkongwe zaidi kuwahi kuwa hai katika eneo la Loitoktok miongoni mwa wazee watatu wa rika lake walio hai. Tizama no. <laughs> Hali ya simanzi ilitanda kwa mamia wa waombolezaji waliokusanyika katika kanisa la KAG kijiji cha Impironi, kaunti ya Kajiado. Okay. Mwaga Mzee Nina Tata Ole Masoi aliaga dunia tarehe 22 mwezi uliopita akiwa na umri wa miaka 113. Mzee Nina aliyezaliwa mnamo mwaka 1912 ndiye aliyekula chumvi zaidi kwa miaka ya kinyangusi inaotambuliwa na, na jamii ya maa huku wengine wakizaliwa miaka 1920. Mzee huyo Masai, wa Kimaasai aliyeoa wake wanne ameacha wajane wawili, watoto 27, wajukuu 148, vitukuu 131 na vinying'ina 16. Nina alivyoondoa, mmoja wa wanawe wa kiume alimwomboleza babake kwa shujaa na muhimili mkubwa katika jamii, ambaye licha ya kutoenda shule alikuwa stadi katika kilimo cha kisasa na kushiriki katika biashara ya mifugo <tutu> Viongozi wa Kajiado wakiongozwa na gavana Joseph ole Lenku walisema Masoi atakumbukwa kwa ushauri wake pevu kwa vijana. Sisi kama generation yetu tunatambua yeye kwa amani na contribution ama mchango yake kwa uongozi wa wakati wetu. Tunajua kwamba ni msee ambaye ni wabidii, ni mtu ambaye hata tulikuwa tunatembea kufanya pamoja, hana chuki na mtu Wazee wengine maarufu waliokuwa rika moja naye ni pamoja na marehemu John Kin Stanley Oloi Tiptip na Mzee William Holenti mama kasi cha namasha dira ya magwiji.